wakaanza ku wakamita pembeni, wakaanza kumpiga huyu shemejake, akauliza kwa nini mnampiga? Akasema wewe hayakuhusu na wewe, kama kwa yeye kuhusu kabisa, sisi tuna shida na huyu. Kwa akaanza kumpiga kumpiga, kipigo kilivozidi, huyu shemeji yake tena akauliza kwa nini unampiga? Akasema nataka ujue huyu anatembea na mke wa mtu, tumemwona mara nyingi, asikii, kwa ushahidi, simu hii hapa. Wakaanza kumhoji yule marehemu kwamba wewe, simu vipi?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 waliompiga mimi siwajui. Kwa maelezo mwenyekiti wa kitongoji alivyokuwa akapigiwa simu na yeye alielezwa kwamba kakatwa sikio, ndivyo alivyokuwa akinieleza mwenyekiti wa kitongoji naitwa Maguru Kumaimongeza. Mi nilipigiwa tu simu majira ya saa tatu, majira ya saa nne usiku ambao ni jana yani, usiku wa kuamkia leo <coughs> baada ya kupigiwa simu ikamba bwana, kuna taratibu huku, kuna yule fulani alikuwa naitwa nani Doto yeye amepigwa pigwa. Sasa tunahitaji tufanyeje, msada tumwambie ili na bosi wake ambao ni mwenye maeneo hapa. Nikwambia, hapa saizi simu ambao ambao na namba ya bosi wake hapa saizi sinayo, ipo chaja na maana, hapa hamna namna ya kuweza afu, si chaja, hamna namna ya kuweza, sio kwamba ni hapa kwangu, kuna sehemu nyingine tofauti hapa. Saizi tunaendelea kumtafuta, lakini amepigwa amepigwa pigwa, amechanwa na sikio na maana, sikio limekatwa likawa limedondoka chini. Baada ya pale wakawa naendelea taratibu ya kumtafuta wao, usiku haikuwezekana kumpata. Asubuhi tena baada ya pambazuka pa, pa, ikabidi akabidi tuingia tena kumtafuta, tumeingia kumsakanywa, bahati nzuri ta kumkuta sehemu fulani ambao tayari umauti umeshamfikia.